Hapo unajua unanizoom sasa hivi. Watanzania wajua sura yangu ni chachu, hapana. Ah. Uh -uh. Kinachoendelea kwenye mitandao ya kijamii sasa hivi ni kuhusiana na Haji Manara pamoja na Rushaina. Sasa haya yote ambayo yameendelea ni kuhusiana na comment ambazo Haji Manara ameonekana kabisa kuendelea kudrop kwenye uwanja wa comment ambapo video aliweza kuipakia Juma Lokole na hapo awali kabisa Side Side ndo alikuwa mtu wa kwanza kabisa kwa ajili ya kuweza kurekodi video hiyo hapo. Side Side amekuwa na show ambayo ni show ya comedy na amekuwa akiwaomba baadhi ya masta tofauti tofauti kufanya e promo katika e ukurasa wao, lakini pia hata ukurasa wake yeye anakorabulate pamoja na wao, wakiendelea kufanya promo kuhusiana na eh, hiyo show yake sasa. Said eh, Saidi alikuwa akirekodi video akiwa anamrekodi Bibi Rushaina, lakini Rushaina yeye alikuwa anakataa kwa sababu alikuwa hajajipanga na maandalizi kadha kadha. Na kama unavyojua kwamba kwenye upande mzima wanawake wanahitaji masuala mazima wakija kuniona na na hii hii sura itakuwa kama sio mambo safi. Sasa sasa Said Said Said Said alikuwa anaendelea kurekodi, lakini lakini hakuweza kuipost kuipost kupitia kupitia yake yake ya ya ya ya ya Instagram Instagram Juma Juma Lokole Lokole ambaye ni ni kati kati watu watu ambao washa Tanzania, kwamba watu ambao washazoeleka kwa hapa Tanzania, anatoa breaking news ambazo zinahusiana na masuala umbe umbea, so yeye, yeah, akaweza kuipost post ambayo ni video video Bibia Rushaina akiwa analalamika kwamba Haji Manara baada ya kuweza kuiona aliweza kutoa comment yake na kusema mrembo, akiweka emoji fulani hivi za moto. Mm -hmm. Lakini pia Bibi Rushaina Akaja ku reply pale na kusema kwamba Haji Haji wangu, akaweka emoji fulani vya kopa kopa, jambo ambalo limeonekana kuzua mijadala mingi sana kwenye mitandao ya kijamii wengi wakiendelea kumponda Haji Haji Manara Manara, wakisema kwamba eh, vile, eh, kwamba kwamba ni kama kama vile vile Waswahili wanavyosema kwamba usione kichaka tu, eh, eh, so kwa kwa Haji Manara pamoja na na bibi Rushaina wameonekana kama vile kutuliana vijembe fulani wakiendelea kupongezana. Sasa baada ya tukio hilo hapo kuweza kupostiwa na Juma Lokole kupitia kwa Instagram kuna watu kibao ambao wao wametoa comment zao. Na comment nyingi ambazo nitaenda kukusomea ni zile comment ambazo watu wameenda kureply baada ya Haji Manara kuweza ku, eh, comment baada ya kusema mrembo na kuweka emoji fulani hivi za moto. Sasa kuna huyo ambaye anasema kwamba eh, nilikuwa nasubiri comment yako kwamba mrembo kuliko nani? Lakini pia kuna huyu mwingine ambaye anasema mchokozi sana mzee. Lakini pia kuna huyu mwingine ambaye anasema umeanza sasa. Lakini pia kuna mwingine ambaye anasema eh, kaka Haji jishike, akiweka emoji fulani vya eh, kucheka. Lakini pia kuna huyu mwingine ambaye anasema Bugatti sijategemea. Lakini pia kuna huyu ambaye anasema amecheka sana na kusema kwamba we jamaa nafiki sana. Sasa, na kama inafahamika kwamba Haji Manara pamoja na mwanadada e, Rushaina waliweza kuachana katika siku za nyuma kidogo, na ilikuwa inasadikika kwamba Bibi Rushaina ameenda kujiunga e, na mahusiano pamoja na Dula Makabila baada ya kuonekana kwenye stage tofauti tofauti wakiwa wanaonekana wana hug, na yote hii ilikuwa ni mara tu baada ya mpenzi wa Dula Makabila kwenda kuolewa na Haji Manara na Haji Manara kuweza kuachana na Bibi Rushaina, na kulikuwa kuna tracks za kutosha kabisa ambazo so, ziliweza kuachiliwa kwenye e, eh, platform tofauti tofauti. Tulimuona pia ambaye alikuwa ni mpiga picha wa Diamond Platinum Lukamba aliweza kuachilia wimbo ambao ulikuwa ni hit song husiana na uh, Rushaina pamoja na Haji Manara kuweza kuachana. Sasa sasa hivi ni Haji Manara ameweza ku jump in kwenye page ya Juma Lokole na kuweza ku comment kwamba e, eh, mrembo, baada ya kuweza kupakiwa picha ambayo picha hiyo ilikuwa haina makeup yoyote, na baadhi ya watu wengi sana kumponda bibi Rushaina, tupe mtazamo kwa kwenye section ya comment hapo. Usiache kusubscribe, kulike, tukometisha kinoma noma. Chao chao.